Na tukiachana na hayo tunaelekea moja kwa moja hadi kaunti ya Kiambu, eneo bunge ni Kikuyu. Uh, mle upande wa Kamangu, ambapo tumeweza uh, kukita kambi pale, na mwanahabari wetu Roda ako pale uwanjani akiwa ametutayarishia mengi na ya kufurahisha. Sijui kwako kwa kwa, unayoona ni vipi? Manake Azima Properties wameweza kusema ni lazima na hakika lazima, uh, wale ambao wote wanahitaji shamba waweze kujua kuwa Azima Properties ipo pale, na bado Azima Properties ina mazuri mazuri ambayo imetayarishia Wakenya, na vile vile Wakenya wataweza kufurahishwa na hayo mazuri. Kwa hivyo moja kwa moja ataelekea kule upande wa Kikuyu Kamangu. Sijui kama Roda unanipata? Unanipata Rhoda? Naam, nakupata kwa njia iliyo sahihi Duba huko studio na. Ah, naam, naam, naam, naam ametupata, basi tueleze kwa kifupi ama kwa kirefu pia tufahamishe. Pa, niko katika kaunti ya Kiambu, Kikuyu, Kamangu na niko na mmoja kati ya wawakilishi wa Azima Properties. Niko hapa Baba Gardens kwa mashamba zao ambao ambazo wanauza na ningependa utueleze. Nyinyi ni kampuni ambayo mnashughulikia ama mnashughulikia jagani za mwananchi. Okay, kwa majina yangu ni Susan kutoka Azima na sisi haja yetu ni kushughulikia mwananchi hadi wa kawaida aweze kupata ama kumiliki shamba. Ningependa kujua katika mm hizi -hmm. shamba zenu mm -hmm. ni ama ni benefit gani mwananchi wa kawaida anapata akinunua shamba zenu? Okay, benefit ya kwanza ni eh, kwamba eh, shamba zetu tumeweka stima, kuna maji na ziko na title deed tayari. Na ni kwa bei gani na ni kiasi gani kwa wale ambao wanataka kununua? Okay, tunauza 50 by 100 na bei nafuu ambayo ni 1.5 milioni na kwa wale ambao hawana hiyo mm. 1.5 milioni na wanataka kununua shamba zenu mm-hmm. ni mnawasaidia vipi? Okay, tunawapatia flexible payment ambayo, ambayo ni kutoka eh, eh miezi sita hadi miezi na mimi. Mm. Eh. Kwa hivyo vijana wadogo ambao wana, wanataka shamba wanaweza nunua na walipe polepole. Ndio. Hiyo ni mzuri sana na ningependa kabla tumalize mm -hmm. Utupee namba zenu za simu mm -hmm. na mnajiitaje katika mitandao ya kijamii? Okay, namba zetu unaweza tupigia na 0704 281 000 unaweza tupata hadi kwa mitambo ya kijamii ambayo ni Facebook at Azima Properties na Vava Gardens na Power to Own Land. Unaweza tupate hadi Instagram na hadi TikTok tuko. mm -hmm. Nashukuru sana. Naam, kama ulivyosikia mtazamaji ee, ni wewe sasa uamue kama unataka shamba ama hutaki. Ni hayo tu, Duba kwako studio na mnatumai umesikia, na kama umesikia, basi ni vyema uweze kukimbia pale uweze kuja, kuwa kujinyakulia mahala ambapo utasema hapa ndio nyumbani. Na kama utaamua hivyo, basi mwenyewe utakuwa umeachwa nyuma, na elewa kuwa unapoachwa hatua moja nyuma, basi utakuwa unapoteza au utakuwa una, unapata chochote maana utakuwa unapoteza. Kwa hivyo ni wakati wako a, ni wakati wako mwafaka uweza kuwa kukimbia pale uweza kuwa kujinyakulia mahala ambapo utasema ni pako, na hakika ninatumaini kwamba utaweza kuwa wakofurahia jina, bado sijabadilisha, naye anafahamika kama Nduba Alexa, kawaida wa Azima Properties, wanasema hatubahatishi.